Naitwa mwanaharusi Hamisi natokea Magole na miaka kumi na saba. Hebu tueleze ulikutana vipi na huyu mwanaume aliyekuzalisha mtoto? Nilikuwa natokea kwa babu yangu Muguruni, niliporudi nikafika Banana nikapanda gari la Magole. Nilipopanda gari akaingia kijana akakaa kwenye siti moja na mimi, ajaniongelesha chochote mpaka anashuka kwenye gari. Niliposhuka naye akashuka, sijajua alielekea wapi. Nilipokuwa naondoka nyumbani nilikuwa nasikia nyayo zinanifuata nyuma, mtu simuone. Nikawa naogopa, ila nikasema moja niondoke tu hivyo hivyo. Sijakutana na mtu njiani yoyote. Hivyo kila nikienda nasikia nyayo zinanifuata nyuma, mtu simuone. Basi nakaribia kufika na nyumbani nikaona mtu mbele anakuja, akasema eh, afadhali mtu huyo, maana nilikuwa naogopa, namwangalia yule mtu, yule yule nilopanda naye kwenye gari ndo anatokea mbele yangu. Akanisalimia, nikamwambia mi, mmm, siwezi kuitikia, kwa sababu huyu ndo nimemwona kule. Ikapita wapi, tulivyoenda kulala usiku, mi nalalaga na mdogo wangu wa kiume kulala. Tulivyolala usiku, nikaona mwanga mkali sana ndani alafu taa tulikuwa tumezima, ikabidi niinuke niangalie ile taa imetokea wapi. Nikainuka nikakaa kitandani, kukaa hivi nikasikia mtu ananiita jina, mwana nani nikaangalia hivi namuona yule kaka sasa nilokutana naye kule, kakaa kwenye kiti ananiangalia, mi nikawa natetemeka. Akaniambia, je, usitetemeke, usiniogope wala nini, mi ndiyo nitakaekuwa mme wako na nataka kuzaa na wewe. Nikaambia, kwa nini nitakuwa mme wako, kwanza umepitia wapi wapi? Akasema, usiniulize nimepitia wapi, nitakujulisha tu na utanijua tu kama nimepitia wapi. Basi mi nikawa natetemeka, nalia Akaniambia hivi usilie, niangalie kwanza vizuri, afu utajua nimetokea wapi. Nikamwangalia, akanyosha miguu yake, hivi alivyonyosha miguu chini, alikuwa na kwato za mbuzi. Basi akani, akaniambia nataka nizae na wewe na tarehe kumi mwezi wa nini, tarehe saba mwezi wa kumi, nataka nifunge ndoa na wewe. Mimi nikawa naogopa pale pale, nikaa nimepoteza fahamu. Jajua kama aliniingilia au vipi. Nikaamka asubuhi, ilipofika mwezi wa kumi nikaambia mama, yule jini aliniambia mwezi wa kumi tarehe saba tunafunga ndoa, na mwezi wa kumi ndo leo na tarehe saba ndo leo, kaa macho. Nikamwamsha mama, mama asikii, amelala tu. Kaambia sasa, ekaniache peke yangu. Kaa tumekaa, nimekaa nikapitiwa na mimi na usingizi, mara yule nikaja, akaja akaniinua akaniambia leo ndio ahadi yetu, naomba tuondoke. Nikaondoka, nikainuka. Nilipoinuka akaniambia na wazazi wako upo huko huko huko, nikamwambia mama yangu si huyu hapa. Akasema, kasema usiulize maswala hayo ya mama yako, tuondoke. Hivyo hivyo tukaondoka, tukafika kule, tukawekewa viti kama hivi, tukakaa. Tulivyokaa kwa mbele yetu hapo chini kulikuwa na kama shimo, amelichimba amewekaweka maua huku, afu ndani kuna moto wanarusharusha dawa zao Wakawa naongea kiruga kiruga, mimi sikielewi, nimekaa tu pale mbele, tumekia chakula tumekula, mara ndo tunambua sijui ndoa imefungiwa. Akaniambia ndo ndoa yetu ishapita, na hiyo mimba ikifika miezi saba nakuja kuichukua kimuujiza, hutojua. Jumapili nimekuja kanisani, nabii alivyotoa lile vazi, mama akaniambia ulichukua haraka haraka, maana naenda haraka haraka, uliweke tumboni Nikaambia haya, nilivyokaribia na mimi tu nikalichukua nikalieka tumboni. Yaani nilivyolieka tu nilisikia kwanza chwa, yaani kama kitu kimepita tumboni, alafu pale pale nikaanza kusikia maumivu, tumbo zima lilikuwa lina, yaani linafanya hivi, yaani lote lilikuwa linaniuma tumbo. Nikainuka pale nikamwambia mama, umkanisani sikai. Mama akaniambia bado nabii hajatoka tuvumilie, nikamwambia mimi siwezi kuvumilia, nikatoka nika nje, nikaenda kule kwenye hema watoto Nikaka, yani nilikuwa napiga kelele kama mtoto nikakaa, nikasema ngoja niende chooni. Nivyoenda chooni ndo nakuta piriodi zangu, na toka ujauzito mpaka umekuja kujifungua Jumapili mtoto ile. Huu ujauzito ulikuwa na miezi mingapi? Wewe ndio uliye ubeba, tuambie. Asa, hivi mwezi huu ndo ungekuwa na miezi saba, uwe hai. Nadhani tumewasikiliza vya kutosha vizuri kabisa ni ujauzito wa miezi saba. Wa mama tunafahamu ukijifungua mtoto ana miezi saba anakuwaje, lakini huyu mtoto amezaliwa yuko vizuri kama unavyomwona, ana viungo vyote. Hebu tunaomba mama, tuoneshe mtoto tumuone vizuri, na wanaotazama wanaofuatilia wamwone mtoto akiwa na viungo vyote na miguu tuione. ni mtoto ambaye amekamilika sawa na ambaye angekuwa amekaa miezi tisa tumboni mwa mama yake, lakini mtoto huyu amekaa miezi sita na nusu tumboni mwa mama yake. Amezaliwa akiwa hivyo unavyomwona, amekamilika vizuri kabisa. Ni kwa neema na nguvu ya maombi inayofanyika mahali hapa kupitia Nabii Nicolaus Suguye.